Watu saba wamefariki huku wengine 11 wakitibiwa katika hospitali tofauti huko Nakuru kufuatia ajali ya barabarani eneo la Kikopey. Ajali hiyo ilihusisha trela lilokuwa likitoka upande wa Nairobi kuelekea Nakuru na, na magari mawili ya abiria yaliokuwa yakielekea Nairobi kutoka Nakuru. Kamanda wa polisi eneo la Gilgil Wilston Mwakio akisema kuwa watu watano walifariki papo hapo na wengine wawili wakafariki katika hospitali ya St Mary's eneo la Gilgil. anzo aligonga gari yenye iko pale mbele matatu, ikatoa abiria mmoja ndani mwenye alikuwa upande wa dirisha nyuma, ikamtoa nje, ndio ikakuja sasa ingaingiana Edon na huyu wa matatu. Anuliwe, eh. Ipanuliwe. Imeua watu. Imeua watu sana, watuambie hizi tulela kwenye zitapita kwa sababu accident zimekuwa too much hapa. Dereva wamechoka wametoka Mombasa anaenda huko anaenda boda huko Maraba, mtu amechoka, wa na wana expect aendeshe gari peke yake. Tumekasirika sana, serikali lazima itusaidie it, it, it, it, it, it, it, it. Na tunataka kuambia Ruto venye alituahidi hii barabara itapanuliwa aanzie hapa Kikopey juu accident imekuwa mingi.